Kwa ujumla hali ya maandalizi imekwenda vizuri. Sisi siku ambazo tumezipata za mapumziko pia tumefanya maandalizi ma, mazuri kusema ukweli, kwa sababu nadhani kama ufahamu kwamba ligi imesimama. Kwa hiyo nadhani sasa tunarudi tena kumalizia nguo ya mwisho. Kwa hiyo yu, kwa ujumla kikosi kiko vizuri, tuko tayari kwa mchezo kesho na najua tunakutana na timu ya aina gani. Ni timu ambayo nadhani mechi ya kwanza tulitoka sare kule Dar es Salaam, so narudiana. Kwa hiyo mechi ya FA pia walitufunga kubwa, ni kwamba tumejipanga kuhakikisha kwamba na sisi tumerudi nyumbani. Kwa hiyo napenda kuhakikishia wapenzi wetu kwamba waje kwa wingi kusapoti timu mish, tupate tupate nzuri ya, kwa ujumla kwanza nisimie Mungu mkubwa kwa sababu madaktari wamefanya kazi yao upande wa matibabu, hakuna injury yote. Kwa ujumla, kwa ujumla, zilikuwa zimetupa picha nzuri sana. Ni kwamba mapokezi yako vizuri, na na imani kwamba yale ambayo tumeyafanyia kazi kwenye training tukiyapeleka kwenye mchezo wa kesho, mimi na imani kwamba hakuna shaka tutapata matokeo mazuri ah. Mbali mimi kama kocha kuwaeleza washabiki au namna gani vipi, lakini na imani kwamba wachezaji wetu pia wanalifahamu hilo, kwamba umuhimu wa mchezo wa kesho na unaufuata kwa uh, una sababu ni mechi mbili ambazo zimebakia kwetu sisi, ni fainali, ni do die kwa sababu unajua hakuna namna yani, hakuna namna, hakuna yoyote ile bila kupata matokeo mazuri. Na kupata matokeo mazuri Pamba ibaki salama. Na sisi malengo yetu makubwa tumeshajiwekea kwamba tuhakikishe kwamba Pamba inabaki salama, hata kwa wazazi wanafahamu hilo. Kwa hiyo kwa washabiki wetu kama nilivyosema, na imani hata hapa kwenye mambo ya kiingilio, kesho ndio watakuwa wametangaziwa, watatangaziwa kwamba waje kwa wingi kuisupport timu yao. Naamini wanapokuja kwa wingi wao, basi wanaipa nguvu wachezaji wetu kuhakikisha kwamba ndivyo kinachohitajika kwa washabiki wetu, kwa hapa furaha. Kuna kingine.